Watoto waliopata ujauzito kama unavyofahamu, rais wetu aliagiza kwamba tusiwanyime fursa ya kusoma kwa sababu ya kupata ujauzito. Elimu ni ufunguo wa maisha, hasa mwanafunzi ka, kwa chochote kilichotokea akapata mtoto kaanzisha maisha alafu namnyima maisha nakuwa sio vizuri. <clears throat> Sasa takwimu kamili ya sasa hii elfu kumi na mia tatu sawa. Kwa hiyo utaratibu uliopo kwa kweli ni kwamba tumewaruhusu kurudi kusoma na kuna waraka maalum wa kamishina wa elimu ambao umetoa namna ya kurudi kwenda kusoma. Na namna moja wapo ni, ni unaweza ukarudi kwenye shule ile ile, lakini tunaangalia maslahi ya kale kachanga. e, kamenyonya kwanza, kamefika mahali fulani, unarudi alafu unaendelea kusoma. Wengine wanapenda kusoma kwa mfano pale Turiani, Dar es Salaam, shule hawachanganywi katika katika na wale wenzao, wana madarasa tofauti. Wengine wanapenda kwenda FDC, wengine wanasema taasisi ya elimu ya watu wazima, lakini kwa ujumla nimeambiwa sasa hivi imefika elfu kumi na mia tatu. Kwa hiyo ni hatua kubwa, lakini tuna kazi kubwa kuendelea kuhamasisha, kwa sababu wakati mwingine resistance inatoka wazazi, kwa wazazi wakati mwingine inatoka kwa waalimu uh, wanaamini kwamba wakirudi watasababisha wengine na wenyewe waone kwamba kupata ujauzito sio jambo la ajabu, ni jambo la kawaida. Lakini tumefanya utafiti na utafiti huu umeangalia umelinganisha kwa mfano Tanzania bara na Zanzibar. Zanzibar Zanzib hajawahi kuwanyima fursa ya kusoma, hatujaona kama kwa ruhusu kurudi kumuongeza ujauzito mashuleni, na tume benchmark na nchi nyingine, nadhani Ghana na kadhalika, ile timu aliofanya. Na napenda kuhakikishia wazazi waalimu na jumuia kwa ujumla wake, hatujaona mahali pengine popote kwamba eti kwamba mtu amepata ujauzito alivyorudi kwenda kusoma amesababisha watoto wengine wengi kukawa na wimbi la kupata ujauzito. Kwa hiyo sisi wote tupokee vizuri haya maelekezo, tuwarudishe hawa, kwa sababu tuna mifano mizuri. Tulifanya siku, ile siku inaitwa nini, ile siku ya mtoto wa kike duniani, na tulikuwa na na ile testimonials ushuhuda kwa wengine walikuja wakapata first class, wengine wako na wanasema, sio rahisi hata siku moja kupata ujauzito kupata mtoto na kurudi kusoma. Wote walisema ni swala gumu sana, na watoto wote lazima wajue hilo, na tutaendelea kuwahimiza. Lakini limeshatokea limeshatokea, likishatokea, tusiwanyime, na ningependa kurudia hilo. Na tutatafuta namna labda ule utafiti tuja, tukae na maafisa elimu wa wilaya na mkoa, tulizungumze hilo, kwamba tunaendelea kutoa elimu na kuhamasisha watoto wajilinde. Na wakati mwingine sehemu nyingine changamoto inakuwa hivyo kwa sababu sheria nasema umemtia mtoto ujauzito kwa wewe unaenda kufungwa. Kwa hiyo kunakuwa na ya kukimbia, kuficha na vitu kama vile. Na yote tutajifunza na mna kuyatatua. Cha muhimu hatutaki watoto wapate ujauzito wakati wanaposoma. Hiyo number 1. Lakini hatutaki eti imesha tokea basi wewe unamkondemu huyu mtu forever and ever. Fursa zipo na serikali nafanya kazi.